Leo tumeitwa hapa kufanya jambo moja kubwa kama jimbo, kama wakina mama wote wametualika ili tushirikiane nao kumwambia Mungu neno moja zito na la muhimu sana, la kusema asante. Mwambie mwenzako asante, Mungu kama hajakusikia vile Asante Mungu. Na tumechagua kuja maeneo haya kama vile ambavyo baadaye tutawaambia kuwa Asante Mungu hii mwaka 2026 tutaisemea wapi. Leo tumeamua kuisemea hapa Mpwapwa na tunashukuru kwa wote mliofika wengi wa kutosha. Tumefika mwanzoni mwanzuni, hapa tukasema viti vingi hivi vitakaa vina watu, sasa tunaona kinaisha kimoja baada ya kingine. Tumshukuru Mungu kwa kumshangilia sana. Neno letu la Mungu leo, na nianze na Injili. Tunakutana na watu wanaoitwa Masadukayo. Sifa yao kubwa, wanazo nyingi, lakini sifa yao kubwa hizi kwanza wao hawaamini juu ya habari ya kuwa kuna ufufuo, yaani ufufuo hawataki kusikia habari hiyo. Kuna ufufuo haupo, maisha ni hapa hapa duniani, tunaponda tunamaliza na tunaondoka. Lakini nyingine ni kwamba wao waliwahi kuwa tabaka la juu sana katika nyakati zile, ambao walikuwa wanafanya kazi na wenye mamlaka ya juu, na kwa sababu hiyo, kama ndivyo, kwao swala la pesa ilikuwa sio tatizo na ndio maana waliamini kuwa maisha yao yote ni pesa, na anapokufa na maisha yamekwisha, hakuna maisha ya baadaye. Na kwa sasa Yesu anapokuja, anajaribu kuonyesha kuwa iko, mnachokiamini mnachokitazama na mnachokisadiki si kweli, maisha hayajengwi juu ya pesa ila inaweza kukusaidia pesa kuyapata maisha, ila sio maisha yanayokupatia pesa ukaishia hapo hapo. Ah, ila pesa inaweza kukusaidia kuyapata maisha. Na ni maisha gani haya? Ni maisha ya uzima wa milele tukikubali kutumia mali zetu vitu vyetu kwa kutoa sadaka kweli kubwa inayouma na kumpendeza Mwenyezi Mungu, ya ile pesa inabadilika kuwa maisha ndani yetu, na maisha hayo ndio maisha ambayo Yesu anawaambia. Hawa Masadukayo walimjia kwa kumdhihaki na kumjaribu, wakamletea mfano huo wa mama ambaye eh, ameolewa na watu saba anasema tangu enzi za Musa sisi tulishaambiwa kuwa mwanamke akiolewa, asipozaa, mume amefariki, aolewe na mume mwingine, akifariki tena aolewe tena. Sasa aliolewa na wanaume saba. Saba ni namba inayoashiria kuwa aliolewa na wanaume wengi sana, lakini hakuweza kupata mtoto. Wale wanaume wakafa, na yeye amekufa. Je, huko mbinguni atakuwa mke wa nani kati ya hawa saba? Kama ninyi mnaamini juu ya habari ya ufufuo, huko atakuwa mke wa nani? Katika maana hii kuwa kule kutakuwa kuna vurugu, watu watapigana. Sasa kama watu watapigana, hiyo mbingu nyewe mnayohubiri ni mbingu ya namna gani? Uzima ambao mnahubiri ni wa namna gani? Maisha ni hapa hapa, ponda raha kufa kwaja, tunamaliza sasa. Yesu anatumia njia nzuri kujibu ilo tazamo au mtego mzito wa Masadukayo, kuwa ninyi watu wa ulimwengu huu mnaoa na kuolewa. Ni kama alitaka kusema hivi, ni Masadukayo, ni mmejenga misingi yenu katika kuoa na kuolewa hapa <coughs> duniani raha zenu zote mnazimalizia hapa hapa, hamjali mtu, hamumjali Mungu na wala hamwamini. Lakini wale wanaoishi katika imani ya kweli wanaamini hilo na kuwa kuna maisha ya baadaye, na huko mtu akishakufa anafufuka na mwili wa utukufu, mwili ambao hauhitaji kuoa wala kuolewa, hauhitaji kula wala kunywa ni mwili wa, wa ajabu na ni furaha ya milele. Hiyo ndio mtu ambayo wataipata wale ambao wamewekeza katika uzima wa milele. Sasa ninyi ambao mmewekeza katika uzima wa milele mtaishia huko. Basi baada ya mahojiano mengi, wanaamua kumwacha kwa sababu wameshindwa kwa hoja na ukisoma zaidi katika machimbuko yake unaambia hivyo, kwa baadhi ya masudaka wa wachache walianza kuacha ile imani yao. Mmm, hii imani nzuri hii. Sisi leo hapa tupo tunaamini juu ya habari ya ufufuo uzima, na kama tunaamini habari ya ufufuo uzima, ni lazima tutumie nafasi hii tuliokuwepo hapa duniani kupata uzima wa milele. Tutumie nguvu zetu, tutumie imani yetu, tutumie mali zetu, tutumie kila aina ya nyenzo ambayo Mungu ametupatia ili tumrudie yeye, tuishi pamoja naye na tuone sababu pia ya kufundisha hilo kwa wenzetu wengine walio wengi. Maana tumesikia hata katika somo la kwanza kutoka katika hicho kitabu cha Wamakabayo, anaeleza huyu mfalme wa, wa kigeni Antioko ambaye ameenda Israeli, amewaudhi, amewatesa amewaumiza baadaye. Anaona mji mwingine mzuri umepangwa vizuri, una dhahabu una fedha una kila kitu, una utajiri mkubwa. Anatamani tena apeleke kule vurugu, akafanye vurugu, aupate ule mji. Lakini wana wezeri wa Israeli chini ya kiongozi wao Yuda wanasimama imara, wanapambana na wanauokoa wa mji wao uliokuwa tajiri sana. Tunafananisha na nini habari hii? Miili yetu sisi ni miili mitakatifu sana tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, ni miili tajiri sana tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, lakini shetani kama vile alivyokuwa Antioko, anaitamani, anatamani mwili huu, anatamani mali hizi, anatamani kila kitu. Ndiyo maana hapa na pale tunaendelea kushawishiwa mara nyingi na tusipokuwa makini tunaanguka katika mtego. Ni kama vile ambavyo yule Antioch angeweza kwenda kuuchukua ule mji kwa kuuvamia, lakini wenye mji waliulinda. Linda mji wako, linda mali zako, linda mwili wako ili adui shetani asije akauvamia na kukuingilia hapo na kuusambaratisha kabisa. Mungu anaelewa wazi kuwa amekupa uwezo mkubwa wa kujilinda na kujitetea. Jisimamie, na unapojisimamia hivyo unamrudishia Mungu sifa na utukufu. Leo kubwa lililotuleta hapa pia ni kumwambia Mungu asante, na tumechagua tumwambie Mungu asante katika tendo la kiliturujia ambalo la misa takatifu he yes. Sadaka kubwa ni zawadi ya pekee ambayo kwa namna ya pekee Mungu anatupa sisi, lakini kwa sisi kushiriki tunashiriki tendo la kimungu na kumwambia Mungu asante. Pia kwa namna ya pekee sana sisi tumechagua. Lakini kwa nini tumechagua tarehe hii? Ni kwa sababu sasa tunaelekea mwishoni kabisa mwa mwaka wa kanisa, tunatambua na kuelewa kuwa Mungu amesafiri na sisi kwa kipindi cha mwaka mzima, tangu tulipokutana kama hivi mwaka jana mpaka leo, katupitisha katika mambo mengi mazito na makubwa, na katika haya kila mmoja anapaswa kushukuru. Wapo ambao wamesaidiwa kinamna ambavyo hata wao hawakutegemea wangesaidiwa kiasi hicho. Wapo ambao walikuwa wana mahusiano mazuri na wengine, lakini kwa mwaka huu wamejaliwa kuwapata wale masi wao na wanakaa pamoja. Wapo ambao wamepata watoto, wapo waliopata wajukuu, wapo waliofanikiwa, e, familia zao watoto wao kusoma na kumaliza shule sababu kuna wengine hawamalizi. Wako ambao wamefaulu vizuri, wanaenda vyuo. Wako ambao pamoja na hali ngumu ya mwaka huu lakini wamefanikiwa kupata riziki ya kawaida, hata sasa hivi tunaishi na tuko hapa sasa. Hizi zote zinatupelekea sisi kusema Mungu, asante. Lakini kwa sababu Mungu, asante, lakini lazima na sisi tuone tunamrudishia nini katika maisha ya masakramenti, katika maisha ya familia, katika maisha ya jumuiya, katika maisha ya kazi, huku kote Mungu amegusa maisha yetu. Tumepita na tumekanyaga, kwa sababu yeye alituwekea mkono wake, na katika mkono huu tumefika hapa tulipo. Ndiyo maana pamoja na uchovu, pamoja na mangeko mbalimbali, tungependa kupumzika nyumbani na kufanya mambo mengi kabisa ukiendi hii tukachagua kuja hapa na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya neema ya baraka ya ule mkono wako ulioninyooshea. Umenisababisha mimi niwe hivi nilivyo, na ninaona kuwa sina kitu kingine cha kukurudishia, ila nikwenda kuungana na wenzangu wote katika jimbo la Dodoma kama sisi wa kina mama, muambie Mungu asante. Lakini la pili, sisi wa mama tuna sababu kubwa sana ya kumwambia Mungu asante kwa sababu katika familia tunajua nafasi ya mama katika familia, katika jamii na katika kanisa. Haya yote tusiposema asante, Mungu anachukua hata haya madogo tuliyokuwa nayo. Ndio maana tumekuja na hapa kwa, tuna sababu sisi ya kuzibeba leo tunaposema Mungu asante, tuzibebe familia zetu na yote mafanikio na magumu ambayo tunapitia kama familia. Tuwabebe baba zetu, tuwabebe watoto wetu, tuwabebe wajukuu wetu, tuwabebe majirani zetu na tuwalete hapa, tumwambie Mungu nasema asante. Pamoja na huyu wagonjwa tuwaombee, tuwabebe, tuwalete hapa katika shukrani ya mwaka huu. Na muombea na mimi huyu ambaye ni mgonjwa, na muombea huyu aweze kushiriki masakramenti, na muombea huyu afunge ndoa. Namuombea huyu asafiri vizuri, namuombea huyu alee vizuri watoto na kadhalika. Hiki ndicho tunachotamani na kuona kuwa kila mama afanye hivyo. Na tunapokutana sio tu swali la kusema tu tunasali misa tunaondoka, tuna nini cha ja kumwambia Mungu mwaka huu? Kama vile ilivyokuwa mwaka jana, ulimwambia nini na ukafanikiwa. Mwaka huu tunaweka malengo gani katika misa hii, katika siku hii ili tutakapofika siku kama hii tena mwakani tumwambie Mungu umetupitisha hapa, tunakushukuru, na sasa tunakuomba tena, kwa sababu kila tunaposhukuru ni sehemu ya kuomba tena. Oni, lazima tuone wazi kuwa tuna kitu cha kufanya, na katika hayo yote ni lazima tutembee katika ule mstari wa Matayo sura ya 5 mstari wa 48, katika yote tunayoyafanya lazima tutafute kuwa watakatifu kama Baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Lazima ushughulikie utakatifu wako, wewe mama, lazima ushughulikie utakatifu wako wewe. Shughulikia utakatifu wa baba nyumbani, shughulikia utakatifu wa watoto, shughulikia utakatifu wa wajukuu, shughulikia utakatifu wote. Ni wewe ambaye ndio unatakiwa sasa kusimama kama Monika, unatakiwa kumwambia Mungu kupeleka sala zako na maombi mbalimbali ili uweze kufanikiwa katika mambo mbalimbali ya kifamilia au ya kijamii ambapo wewe umeenda kusimama. Hilo sio jambo jepesi, linahitaji kujipanga na kujiweka vizuri. sunasalinakuombea sana ninyi wakina mama na tunashukuru sana kwa sababu mmechagua kitu kizuri kumshukuru Mungu katika liturjia takatifu hii ya misa, na hii inaenda kufanya mambo makubwa pia kwenu na kwa familia zenu. Na mjiwekee malengo na mhakikishe kuwa hayo malengo mnayojiwekea mnayatimiza, ili tunapokutana tena tuweze kusema kuwa asante Mungu, yale malengo ya mwaka jana. Tusali na kuliombea kanisa, tusali na kuiombea nchi yetu, amani na utulivu, upendo na mshikamano wa kweli, ili haya yote yatusaidie kukua kiroho na kimwili. Tumsifu Yesu Kristo.